Wana mambo vipi, watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi cha channel hii ya Authentic Swahilians? Naona mtakuwa mnajiuliza, kwa nini huu ni nani, mbona kuna sura ngeni hapa leo? Well, mimi naitwa Hussein, lakini marafiki zangu na nami pia, naamini mtakuwa nanyi marafiki zangu, upenda kuniita kama Mr Gold. Sasa kabla sijawambia nipo hapa kwa sababu gani, ningependa kwanza rafiki yangu hapa ajitambulishe, then tuendelee. Ndio kabisa, nipo hapa na ndugu yangu Mr Gold katika hii kipindi kipya kwenye chaneli yetu ya Authentic Kiswahili. Kwa majina sijabadilisha ni yale yale tu Yuba the Bad Man. Tutakopo kubadilisha vitu tofauti tofauti, ndugu yangu atakuja kuviintroduce au kuvitambulisha hivyo vitu baadaye. Na the bad man, ah, napenda sana ile jina lako. Sasa tutaangalia namna gani the badman ataleta vitu vizuri ambavyo wafuatiliaji wetu wata, watanufaika kutokana na hivi vitu kwa sababu Bad Man is not as bad as it sounds, huenda. Kwa hiyo leo hapa ndugu yangu, mimi kwanza nideclare interest, navutiwa sana na namna na ambavyo mna, mna, mna interact jamii yetu, vile ambavyo mnafundisha mna jamii ambavyo na mnatuburudisha <coughs> nami nikasema bwana, sitaki kubaki nyuma, lazima nami nije nizungumze na watu wetu, kwa sababu najua hii ni platform kubwa sana, ambayo kuna watu wengi, watazamaji wengi sana kutokea sehemu mbalimbali e, mara ya mwisho naangalia katika peji yenu pale, nimeona kuna marafiki zetu kutokea Europe kutokea Amerika kutokea Ujerumani na kutoka Australia. Nami nikaona hii ni nafasi nzuri sana ya kuja kuzungumza na wenzetu ambao wapo sehemu mbalimbali ili kuangalia namna gani tunaweza kusaidiana, kwa sababu kwa mfano Bad Man Hmm, mi tangu nifike hapa kuna maswali mengi sana nayasikia marafiki zetu wakituuliza, ambao wengine wapo Tanzania, namna gani nifanye ili niweze kufika Taiwani, ni yeah. Viza gani nikate kama mwanafunzi? Mm, au ni viza gani nikate kama mfanyakazi? Je, nikifika Taiwan nini nifanye? Nini nifanye ili niweze kupata work permit? Hiyo, nini nifanye ili niweze kuwa enrolled chuoni? nini nifanye ili niweze maybe kupata ajira katika kampuni ya Taiwan. Na nafikiri maswali haya pia wewe wanakutana nayo nakutana nayo sana, kwa sababu watu ambao tunaishi nao au tupo nao kwa pamoja, huwaga nao wanatamani wakiona watu fulani wako sehemu fulani, au wakiona kwamba kuna watu fulani wanafanya vitu, huaga wao mioyo yao wenyewe inakuwa ina inahisi kwamba mtu fulani au watu fulani waweza kwatuambia chochote na sisi tukafanikisha kwenye haya mambo yetu, maybe kama wakiwa wanataka kusafiri au kutoka kwenda sehemu moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kazi au kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo, mm-hmm, tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha au kuwaonyesha namna gani ya kufanya. Kama wewe unahitaji kuja na Taiwan kwa ajili ya kusoma au maybe nchi nyingine au kufanya kazi au kama unakuja kufanya utalii na kuna wengine vilevile wanakuja hapa in terms ya kutafuta marafiki. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha namna zote, namna tofauti tofauti, na kukufanya ujisikie huru na uweze kufanikisha jambo lako kwa ufasaha zaidi. Naam, sasa Batman umeongea kitu cha muhimu sana. Nafikiri Authentic Swahilians ni platform ama jukwaa sahihi kabisa la sisi kuweza kuzungumza na wenzetu, kuweza sasa kupashana na kusanuana na kushtuana namna gani ya kuweza kuyaendea masuala haya katika namna ambayo inafaa zaidi, kwa sababu wanasema ukiwa unajua unapokwenda huwezi kupotea kabisa. Sasa, ndugu yangu, maybe kwa sasa hivi navyoona tunaweza tukaenda moja kwa moja kwenye haya maswala hivi. Wewe mm, ulivyofika hapa Taiwan ulitumia mbinu mbinu gani kufika hapa Taiwan? Ulikuja kwa kusoma au kuna kitu chengine zaidi ya kusoma ulikuja ulikuja nacho hapa Taiwan. Ah, ndugu yangu umeanza kunishambulia moja kwa moja. Uh, mimi kwanza nipo Taiwan hapa kwa miaka mitano, kwa hiyo njia ambayo nilitumia kuja Taiwan ni njia ya kusoma, na huenda ikawa tofauti kidogo na watu wengi ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kusoma, kwa sababu mimi e, nilikuja Taiwan kupitia taasisi ambayo nilikuwa najitolea kama volunteer ambao hii taasisi ina mahusiano mazuri na chuo ambacho nilisoma shahada yangu ya ya kwanza ambayo ni bachelor. Kwa hiyo huenda kidogo ikawa tofauti na wengi. Mimi nilikupitia hii taasisi ndo nilifanya applications kwa maana ya kuomba udahili. Baada ya hapo nikadahiliwa. Na wakati ule kidogo zile taratibu zilikuwa tofauti kidogo kwa sababu wakati ambao mimi nakuja Taiwan ilikuwa ni kipindi cha janga la uviko kumi na tisa ama sisi kwetu kule tunasema covid kwa lugha ya kwetu. Kwa hiyo wakati ule kidogo taratibu zilikuwa tofauti, lakini hazitofautiani sana na taratibu zile za jumla, kwa maana general procedures. Nilituma maombi yangu wakati nipo Tanzania nikaya nik, nikupitia system ya chuo niliomba nafasi ya kusoma Taiwan baada ya muda, kwa sababu unajua kuna, kuna semesta mbili, kuna fall na spring. Sasa yeah, yeah. Mimi nilianza semesta ya fall ambao inaanza mwezi wa tisa Septemba. Kwa hiyo kwa, kwa wale ambao wanaanza semesta ya fall huwa maombi yanaanza mwezi wa tano. Kwa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini mimi nituma maombi yangu kwa vyuo vyote Taiwani au unazungumza kwa chuo ulichoenda wewe mwenyewe? Kwa chuo ambacho nimeenda mimi lakini ah, lakini mfumo hautofautiani sana na vyuo vingi Taiwani kwa sababu hmm, wanafata kalenda ya wizara ya elimu Ministry of Education MOE. Kwa hiyo kwa vyuo vingi sana dirisha la udahili ufung... la fall ambao inaanza mwezi wa tisa hufungula mwezi wa tano, na dirisha la udahili la spring, kwa maana ya msimu wa majira ya baridi, huwa linafunguliwa mwezi wa kumi wa kumi na moja wa kumi na mbili na semista inaanza mwezi wa pili. Na kuna baadhi ya vyuo ile mfumo wa udahili upo wazi karibu mwaka mzima, lakini hasa masomo kuanza vyuo karibu vyote huwa vinaanza aidha mwezi wa pili au mwezi wa tisa. Kwao mimi nili, nilituma maombi yangu mwezi wa tano kwa sababu nilikuwa nataka nianze fall semester, na mwezi wa saba hivi majibu yalitoka kwamba nimechaguliwa sasa kuja kuanza safari yangu ya masomo nchini Taiwan. Kwa unapochaguliwa, kwanza na kupokea either email au barua, kama ume umetumiwa, kwa sababu unavojisajili katika ile ule mfumo wa, ku wa, wa, wa kuomba udahili, kuna taarifa zako ambazo unazijaza ikiwemo address yako, unaweza hmm, kupokea email ama kwa chuo ambacho ume umejisajili, huenda hata ukatumiwa barua au huenda labda chuo kikatangaza siku fulani tutatoa majibu, kwa wewe unaenda kwenye system kucheki, vivyote vile wavyo, pale unapopokea tu taarifa kwamba sasa umechaguliwa kuja kuanza masomo nchini Taiwan, kuna vitu ambavyo unabidi uvifanye, kwa sababu kuchaguliwa hakukupi wewe uhalali moja kwa moja kuja Taiwan, kwa sababu unahitaji visa kama mifumo ya usafiri wa kimataifa ambavyo inahitaji, kwa sababu Taiwan na Tanzania sio nchi ambazo zina mfumo huria wa mtu kuingia bila visa. Hapana, mm. inabidi uapply visa na kwa bahati mbaya kidogo kwa Taiwan haina ubalozi Tanzania, Tanzania. kwa hiyo ni changamoto kidogo katika kuomba visa. nafikiri hili ndio swala ambalo watu wengi sana ambao wanakuja Taiwani. Oh, this, eh? Yes, ni changamoto kubwa sana ambayo watu wengi ambao wanakuja taiwani wanaipata mm kwa sababu kwa wakati ule kulikuwa na ubalozi nchini South Africa, kwa ili uweze kuomba visa, inabidi utume maombi kupitia ubalozi wa Taiwan uliopo nchini South Africa. kwa ni changamoto kidogo kwa kweli, ni changamoto. Yes, kwa mimi nitakupitisha nita safari fupi ambayo tulipitia e, mpaka kuweza kupata visa ya Taiwan, kwa sababu ile ndio hatua ya kwanza Yani kama ndio tunataka kula nyama basi, unasema sasa, hapa ndo tunamchinja mnyama, maana huwezi kula nyama mpaka uchinje kabisa kabisa, ama la, ndugu yangu, labda ue watu wale tunawaita bushmen bushmen. Wale hawachinji kabisa, wale wanapiga, naweza kusema kwamba wao wanapiga yani mnyama e, wanavyomfanya ni kama hawamchinji, wanampiga wanamla aidha au wanamfanyia vitu ambavyo yani sivyo kabisa, ni vya kimila vya kitamaduni. Sasa sisi hapa tu, kwende tuchague kuchinja yeah, na ile viza yako ndiyo kichinjio chako mm. Kwayo, kwayo, kwa hiyo namna ilivyo ni kwamba tulituma maombi South Africa, na katika kutuma maombi South Africa hautumi moja kwa moja kwenye ubalozi kwa sababu kule South Africa wewe hawakutambui. yeah, yeah, yeah. na hivi vitu ni vitu ambavyo vinaenda kwa mifumo kwa hiyo njia pekee ya ule ubalozi wa Taiwan uliopo South Africa kuweza kukutambua wewe mm. ni kupitia ubalozi wa Tanzania uliopo South Africa. Kwa hiyo kidogo kuna ugumu pia, ndio ndio. Kwa mimi uzoefu binafsi, wakati ule bahati nzuri sana taasisi ambayo nilikuwa nafanya nayo kazi, ambayo nilijitolea kama ambavyo nimesema hapo awali yeah. ni taasisi ambayo ina matawi nchi nyingi duniani ikiwemo South Africa. Kwa tulitumia mwakilishi wa taasisi ambayo ipo pale South Africa kuweza kutusaidia kukamilisha mchakato kwa urahisi zaidi. Kwa tulituma maombi yetu e, eh, kwa kweli kuna fomu unajaza online nadhani ah, katika kipindi kijacho tutawaonyesha tuta namna gani ya kujaza hiyo fomu na wapi unaweza kuipata hiyo fomu. Kwa kuna fomu tulijaza online na baada ya hapo tukaprint na, ku, na kuambatanisha vile viambata ambavyo vilihitajika. Kwa mfano, kwa wakati ule tulihitajika kujaza fomu mm -hmm. ya hospitali kwa maana ya kuelezea namna gani afya yako ipo, na nadhani kwa sasa hivi kidogo kuna mabadiliko, kwa sababu wakati ule sisi hatukuhitajika chanjo, ndio chanjo tena. Mwaka jana nilikuwa na, nafanya application pia kwa ajili ya mke wangu mm -hmm. eh. Nimeoa bwana. <laughs> Kwa hiyo ile application ambayo unafanya mm, ili, wali, yani ilikuwa tofauti na wakati sisi tunafanya. Walihitaji chanjo, kuna chanjo inaitwa MRB mm, measles rubela LB. Nimesahau, una na ile b. Unajua mimi sio mwanabiolojia, kwa hiyo kwa hiyo kuna fomu ambayo watu wanajaza, ile uwe na kile cheti cha hizo chanjo tatu, na kile chanjo inatakiwa ionyeshe maelezo yote, kwa mfano batch number ile chanjo ambayo umechanja tarehe na vitu kama hivyo, lakini pia kuna vyeti vyako vile ambavyo vinahitajika, kwa mfano kama, ngoja kwanza nikuulize kwenye kuhusu hiyo chanjo. Hiyo chanjo kwa ulivyosikia, au walivyokuambia, au unavyo unavyofahamu kwa sasa hivi mm, na mimi nitakuwa umeangalia kidogo, naam, ni ambayo maybe mtu utakao umechanja ulivyokuwa mdogo, au hiyo ni ukitaka kusafiri peke yake na utakao uchanja sasa. Kuna chanjo za aina nyingi, najua wengi tunapoongelea masuala ya chanjo za kusafiri wanajua hmm, ile chanjo ya manjano ile ambayo hata sisi tulichanja na wengi wengi ambao wanasafiri nje huwa wanachanja, lakini kwa Taiwani kuna, kuna chanjo ya nyongeza ambayo wanahitaji inaitwa MRB. mm. Na hii chanjo zamani sisi tulikuwa dogo tumechanja chanjo za surua mm -hmm. polio mm -hmm. na nyingine kama hizo, lakini hii chanjo ya MRB ni mpya kidogo ingawa ina mchanganyiko wa zile chanjo ambazo tumezichanja utotoni. Kwa mfano rubela, tumechanja tangu utotoni. Unajua rubela? yeah. ndo polio yeah. yeah nimesikia yeah. lakini emrb hasa ni chanjo moja ambayo imechanganya miazo za rubela na ile b ambayo hii imekuwa imetambulishwa mwaka elfu mbili na kumi na tano hi chanjo mm -hmm. kwao bado ni mpya kidogo, na kwa Taiwani unajua wapo sensitive sana na maswala ya afya mm -hmm. Kwa hiyo wame, wame introduce chanjo na sasa hivi ni kitu, kitu ambacho wanakizingatia sana. Kama hujachanja basi hawawezi kukuruhusu kuingia nchini kwao. Kwa hiyo, kwa wakati mwaka jana wakati na, na, na, na process visa ya mke wangu hmm. ilibidi chanjo tuwe nacho hmm. nakumbuka tulienda kwa Tanzania pale Mnazi Mmoja hospitali wanatoa kwa hiyo hmm. eh, tulienda, tulienda tukachanja pale kambatanisha cheti cha chanjo, lakini pia sahivi pia wanataka na X-ray X-ray ya kifua. X-ray ya kifua? E, yani wanahitaji kwamba unapokuja huku basi uwe vizuri kiafya. Kwayo pia tulipiga X-ray kuonyesha e, hali yako ya kiafya ya mwili hmm. lakini pia vitu vingine ambavyo vinahitajika ni kama vyeti sasa. Vyeti vinategemea na ile level ya elimu ya, ya ambayo unakuja kuisoma kwa mfano kama unakuja kusoma digri ya kwanza mm -hmm. bachelor basi, wewe itahitaji uambatanishe vyeti vyako vya sekondari, kwa maana ya advanced level. Kama unakuja kusoma masters, basi wewe inabidi uambatanishe vyeti vyako vya bachelor degree. Kama mm -hmm. unakuja kusoma PhD, basi nataka mm -hmm. uambatanishe cheti cha vya masters, kitu kama hivyo, kwani unavo, unavoomba visa ndio mm -hmm. matarajio ni kwamba wanataka wana kukonfim wana, wana, kwa sababu unavyojua, kabla ya kuomba visa unatakiwa kwamba tayari uwe maybe ushapata hiyo admission, ushadahiliwa usha chuo fulani. Kwa nini wanahitaji hivyo vitu vingine, maybe hivyo vyeti, kwa ajili maybe ya kuthibitisha? Na wakati unakuta chuo kishatuma taarifa zako maybe, washa print kila kitu. Maana kumbuka unavyo apply unatuma vitu vyote, sindio? Na vile vyeti, na ule ripoti ya udahili wako mm, ukishakuwa nayo it means wakiingiza kwenye system may, kama hao uh, wizara ya elimu ya Taiwani wanaweza mm. wakafahamu kwamba mtu huyu vitu vyake vyote vipo. Kwa nini haswa haswa, yani ukiangalia kwa, kwa unavyoelewa hivyo vitu, ni kwa nini vinakuwa ni vya muhimu kweli au vya muhimu kweli, au kipeleka au sipeleka avileti efekti yoyote? Sasa ni vya muhimu tena sio vya muhimu kweli, ni vya muhimu sana mm, kwa sababu uh, hata vile vyeti ambavyo umeambatanisha kumbuka, mm, wewe umeskan, ume, ume tu kwa simu yako mm na sasa hivi teknolojia imeendelea sana mm. unajua unaweza ukaedit cheti mm. ukaki upload na vyuo vikaona vikafikiri vika kwamba unastahili na kukupa, kukupa wee nafasi ya kuweza kusoma katika chuo chao mm. Lakini namna gani wao utawafanya waamini kwamba hichi ambacho ume, umetupatia ndicho ko? So ni lazima upate udhamini kutoka kwa watu ambao wao wanawaamini na ndio maana kile cheti kinavyokwenda kuna kitu kinaitwa authentication. yeah. na kina hatua mbalimbali mbali. kwa kuanzia utaanza zile hatua ukiwa nchini mwako, kwa mfano vile vyeti vyote ambavyo utavihitaji kuvipeleka kule ubalozi ukianzia, mm. vyeti vya shule e, hata ile fomu ya hospitali baada ya kutoka hospitali mm itabidi uvipitishe kwa mwanasheria mwenye muhuri notary public, aita muhuri wa mahakama mm. kuu ama, ku, ama notary public. Baada ya kupata ule muhuri, inabidi uende wizara ya mambo ya nje pale Tanzania oh. Nao waeke muhuri wao, waseme kwamba huyu bwana bwana Badman tunamtambua. Sasa baadaye utatueleza kwamba kwenye pasipoti yako <laughs> tunakutambua kama Badman ama vinginevyo. Kwa hiyo baada ya hapo baada ya hapo ndio utatuma taarifa zako kwa maana zile dokumenti zako zikiwa na muhuri ambao umetoka wizara ya mambo ya nje pale Tanzania. Wakati, wakati ule tuna apply jengo la wizara ya mambo ya nje kwa Dar es Salaam lilikuwa pale posta, karibu na IFM, kuna jengo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere Julius Nyerere International Convention Center JNICC. Yeah, umeitamka vyema kabisa, kwa pale ndo ambako tulikuwa tunaenda ndondio ujengo la wizara mambo ya nje tukupata mihuli pale, limehamia hilo jengo? Sina hakika, lakini nafikiri kwa Dar es Salaam liko pale kwalivyofanya Kwa application yako ya mwisho ilikuwaje? wakati namuaplaia mke wangu ilifanyika pale pale. Aa, saa, lakini labisa. Najua sasa hivi, unajua makao makuu ya wizara nyingi yamehamia Dodoma. Maybe watazamaji wanahitaji ya kujua ilikuwa mwaka gani? ko mimi wakati na apply ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini wakati namuaplaia mke wangu ulikuwa elfu mbili na ishirini na nne mwanzoni kwa hiyo bado liko pale kwa Dar es Salaam lakini makao makuu yatakuwa Dodoma. Na baada sasa ya kupata ule muhuri wa, wa wizara ya mambo ya nje pale Tanzania, sasa ile ule muhuri wa wizara ya mambo ya nje Tanzania hawafanyi wale ile ule ubalozi wa Taiwani pale, pale South Africa wakutambue wewe, kwa sababu hawatambui wizara ya mambo ya nje baada ya hapo zile dokumenti zako zinapofika nchini South Africa, kama umeomba kama umetuma maombi yako kupitia South Africa, inabidi uyapitishe ubalozi wa Tanzania uliopo South Africa. Kwa hiyo ule ubalozi wa Tanzania, kwa sababu ubalozi wa Tanzania South Africa unatambua wizara ya mambo ya nje ya Tanzania. Kwa hiyo wakishaona muhule wizara ya mambo ya nje wa Tanzania watasema huyu kweli tunamtambua huyu amezaminiwa na wizara ya mambo ya nje Tanzania chini ya waziri ambaye kwa sasa hivi ni Mahmoud Thabit Kombo. E, kwa hiyo tunamtambua huyu mtu. Kwa hiyo wakishaona ule muhuri wa wizara ya mambo ya nje hmm, ndiko watapiga muhuri wa ubalozi wa Tanzania nchini South Africa. Tuko pamoja, tuko pamoja ndugu yangu. Baada ya pale sasa, ndiko dokumenti zako zinaweza kutoka pale ubalozi wa Tanzania nchini South Africa kuelekea ubalozi wa Taiwan nchini South Africa. Ko hapo hey, kuna ubalozi wa South Africa na wa Tanzania nchini South Africa, South Africa na ubalozi, ubalozi, South Africa, na ubalozi, ubalozi South Africa, wa Taiwan nchini South Africa. Hey, hey. Ko dokumenti zako zikifika pale na wakishaona muhuri wa ubalozi wa Tanzania nchini South Africa pale sasa wanaweza kuziprocess dokumenti zako. Jamani, ndugu zangu, kweni makini sana hapo, muelewe hizo process maana naamini ni na, na za msingi sana kwenye mm. kufanikisha hili jambo la kupata visa mm. Kwa hiyo naamini ukishakuwa makini kwenye hilo swala mm. na hisi utafanikisha kwa sasa. Bwana Batman, hizi ni dondoo mm. tu na hizi mm. uh, mm. ni kwa juu, hii process ipo complicated kidogo na inahitaji details za ndani zaidi, ili mtazamaji wetu aweze kufaidika, kwa sababu lengo ni kuhakikisha tunajibu maswali yote ya mtazamaji ambayo wanakutana wana nayo kila siku yeah, yeah. na sisi huwa tunaulizwa sana na tupo hapa kwa ajili ya kuleta majibu, yeah, yeah, yeah. Kwahiyo tuwaahidi tu watazamaji tuwa, tuwa wetu kwamba mm-hmm. leo ni tunasema shamra shamra au rabsharabsha tu mm-hmm, tutakapokutana tena tutakuja kuwaelezea kwa undani Saidi, zaidi tips mbalimbali, namna gani wanaweza kufanya ili kuweza kupata visa ya Taiwani, a kama mwanafunzi kama mfanyakazi ama yeah, yeah. vinginevyo au maswali mengine ambayo huwa tunakutana nayo kila siku yeah, tutayajibu hapa leo. Ni mwanzo na huu ni mwanzo wa vipindi vingi vijavyo vya kuweza kukupasha na kukunufaisha kwa kile kidogo ambacho tunakifahamu kwa maisha yetu ambayo tumeishi hapa. Tutakuhabarisha vitu vyote ambavyo wewe unahisi kwamba utatamani kuvisikia. Unaweza kushuka kwenye comment, ukaandika chochote ambacho una, unatamani maybe kukifahamu kupitia maybe hizi mambo tunazozungumza au vitu tunavyovizungumza ili viweze kukuletea manufaa au viweze kuwa na tija kwenye maisha yako na ya kuweza kufanya ukakamilisha ndoto zako barabara kabisa kwa sababu wanasema information is power. Kwao naamini wakiwa na taarifa sahihi watakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi katika njia sahihi ili kuweza wao kuweza kutimiza yale ambayo wameyalenga. Yeah, sawa. Yeah. Kabisa. Basi ndugu mtazamaji, tunaomba ungana nasi katika kipindi kijacho ili kuweza kupata taarifa hizi na nyingine zozote ambazo utakuwa unazihitaji. Tuambie nini ambacho unahitaji kufahamu, nasi tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha na kukupasha. Nipo hapa Mr. Gold ha, na ndugu yangu The Bad Man. Basi tukutane katika ne, kipindi kijacho, tuzungumze pamoja na kupashana habari. Asante, asante sana.